Na asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, nasi tukiendelea kukufahamisha, tuliokuandalia ni kwamba kamati maalum iliyobuniwa kuchunguza visa vya ukatili wa kijinsia imeitaka serikali kutangaza mauaji ya wanawake kuwa janga la kitaifa. Haya yaliibuka wakati wa kamati hiyo inayoongozwa na aliyekuwa naibu jaji mkuu Nancy Barasa ilipowasilisha ripoti yake kwa rais William Ruto mapema hii leo. Na kama Maryanne Nyambura anavyoarifu, ripoti hiyo imeonyesha asilimia 34 ya wanawake humu nchini wanapitia ukatili. Visa vya dhulma ya kijinsia vimekithiri mno nchini, macho ya Wakenya yakielekezwa kwenye visa vya ukatili dhidi ya wanawake, jambo ambalo lilichangia pakubwa hatua ya serikali kubuni kamati maalum ya kuchunguza haya sir. Mwaka mmoja baadaye, kamati hiyo imetoa mapendekezo ya jinsi ya kukabili ukatili huu miongoni mwao ikiwa kutangaza mauaji ya wanawake kuwa janga la kitaifa. Asilimia 34 ya wanawake wa Kenya ni waathiriwa, asilimia kumi na tatu ya wanawake wakidhulumiwa kimapenzi kati ya mwaka 2022 na mwaka 2024 wanawake 1639 waliuawa immediately the CS uh, responsible for this space will work with the colleagues and within the next one month we will have processes through cabinet under my chairmanship and we will take the appropriate actions as have been recommended by the chair here Aidha, ripoti hiyo iliweka wazi kuwa wanawake wa miaka 30 hadi 44 ndio wameathirika zaidi. Kaunti za Nairobi, Nakuru na Meru zinaongoza kwa idadi ya visa vilivyoripotiwa.